Osabu sumbulati khudri ila, kasema ng'ombe saba hao walionona wana rangi ya kijani uliyoona ng'ombe ra rangi ya kijani. Sasa alisema kwamba niliona ng'ombe saba wanono wakila ng'ombe saba wanokona, kisha hawa ng'ombe saba walionona wana rangi ya kijani ukura ya bisati, kisha wale wengine walioona wana rangi ya jivu, wana rangi ya jivu. Sasa, hizo zote ina maana yake. Ina maana ile rangi green kwamba kutanyesha mvua, ardhi itakuwa green na ardhi itakuwa na mazao inaonyesha kuna khairi kubwa iko mbele yao. Na ile mwanga ambao kama rangi zao ni tajivu, ina maana kuna kusi kubwa itakuja baada yao. Hiyo, ndio tafsiri maana yake. Ya ayu al-mala aftuni fi ruya ya kutu lilu ya tabu, akaenda kwa wale ambao kama wanafasiri ndoto watu wake fanda na watu wake ambao kama anawafasiria ndoto, akaenda akawaambia, aftuni niwekeni wazi firu ya, firu ya, ya katika hii ndoto yao, kwa mimi nimeota niwekeni wazi kutum liruya taburuu, kama nyinyi kweli mnafasiri ndoto vizuri. qalu adghatu ahla, wakasema sasa hawa ambao kama yeye amewakusudia kwamba atawafasiria ndoto zao wa maana hadu min tawili lahlami lialimin, hawa wakamwambia nabi Allah huyo mfalme kwamba sisi hatuna elimu ya kuweza kufasiri ndoto kama hizo, nenda katafute mtu mwingine ambao ataweza kukufasiria ndoto kama hili. Nabi Allahi Yusuf katika mazungumzo yetu ya jana, kwamba alipoingia gerezani mahabusu, kwa sababu gani nyele ikatwa, mahabusu kwa lugha ya Kiarabu kiharabu, mahbusu kisha. Kwa lugha ya Kiswahili Kiswaheli, nini? Mahbusu. Angalia lugha ya Kiarabu na lugha ya Kiswahili huwa zinaendana, na mahala mengine ina baadhi za kalima huwa zinaendana na lugha za Kiarabu. Sasa nabiyallah Musa alipoingia katika gereza, akakuta watoto wawili, ambao wawili wote wawili walikuwa wakimfanyia kazi. Huyu wa kwanza alikuwa nani? na yule wa pili alikuwa kazi yake ni kutengeneza juice au vinywaji vya bosi. Okay, na pesa kila kitu tafanyiwa. Sasa mfalme ako na wafanyikazi wawili ambao mmoja kazi yake ni kumpikia chakula, kisha mwingine kazi yake ni kutengenezea bosi juice, vinywaji tamu tamu, akipelekea bosi. Sasa lakini katika hawa wafanyikazi wawili, mmoja akakusudia kumwekea sumu mfalme.